Wilaya ya Hanang' imepata janga la maporomoko makubwa tarehe 3 mwezi wa 12 2023, na kusababisha uharibifu wa miundombinu mbalimbali hasa miundombinu ya maji katika kata za Gendabi na Mogito. Aidha, katika kata Dilma wao ambalo lilikuwa likitumiwa na wakazi wa kitongoji cha Gauro ya Uloli ilichafuliwa na tope iliyotokana na maporomoko ya tope, hivyo maji yake kutokuwa safi na salama. Miundombinu ya maji iliyoathiriwa ni vyanzo vya maji, vituo vya maji na vinywesheo vya mifugo, yani keto chafu, ambavyo vinahudumiwa wananchi wa kata hizo. Kwa upande wa vijiji, skimu nne zimepata shida kama ifuatavyo: skimu ya Gendabi intake na mabomba yake imeharibika kabisa na vijiji nane vya Gendabi kama vinavyoonyesha kwenye taarifa. Skimu ya Sebas yani intake na mabomba yake yaliharibika. Skimu ya Bajumont intake iliharibika. Skimu ya Nangwa Ntek na mabomba yake yaliharibika. Hatua zilizochukuliwa ili kuwapatia wananchi huduma ya maji, kulikuwa kuna hatua za dharura ambapo RUWASA waliwafikishia wananchi kwa, kwa, kwa, kwa maboza. Hatua za muda mfupi, visima vilichimbwa na kujengwa point source. Hatua za muda wa kati ambayo leo tunaenda kusaini mkataba ni kutumia visima vilivyochimbwa na maji ya mtiririko. Kwa ufafanuzi. Watu wa hatua zilizochukuliwa zimefafanuliwa kwenye jedwali. Aidha, baada ya usanifu yakinifu kukamilika kwa vijiji vya Gendabi, Gasaboi na vingine vya Nyabati, ilipangwa chanzo cha Mto Duma na kutumika katika chanzo pekee cha maji kitakachohudumia maeneo yote haya. Wazo la matumizi ya chanzo hiki cha maji ilikuja mara baada ya wataalamu wa bonde kupima wingi wa maji Mto Duma na kutoa taarifa yake ambapo ilionekana maji bado yanatosheleza kuweza kuhudumia vijiji hivyo. Kwa leo hii ambayo shughuli iliyotuleta, mheshimiwa mkuu wa mkoa tutasaini mikataba ya hiyo mitatu siku ya leo. Mkuu wa Manyara itasaini mikataba mitatu ambayo mkataba wa kwanza ni ujenzi wa miundombinu ya maji kwa maana ya civil work, kutoka chanzo cha Mto Dumanan, baina ya RUWASA na mkandarasi anaitwa Usino Limited ya Dar es Salaam wenye gharama bilioni mbili pointi sifuri saba Mkataba wa pili utakuwa ni mkataba wa usambazaji wa mabomba ya plastiki yani HDPE pipe, mkandarasi Octa Group Limited ya Dar es Salaam mwenye gharama milioni 892.2. Mkataba wa tatu utakuwa ni mkataba wa usambazaji wa mabomba yani GS pipes baina ya RUWASA Manyara na Solo Haga Company Limited ya Dar es Salaam mwenye gharama milioni 640.48. Jumla gharama mikataba hii itakayosainiwa leo ni bilioni 3.6 bila VAT. Leo tumeshuhudia hapa wakandarasi wamesaini mikataba, mikataba hii wakandarasi hawa wanakwenda kutekeleza miradi hiyo, ujenzi na miundombinu ili kuendelea na kuboresha upatikanaji wa maji. Lakini wakandarasi hawa <coughs> kazi ambayo wanakwenda kuifanya ni kwenye upande ambapo tulipata changamoto ya maporomoko kwa kwanza ningependa mfahamu wa kandarasi kwamba kazi ambayo mnakwenda kufanya si kama zile kazi za kawaida, ni kazi ambazo tunakwenda kufanya kama operation, kuhakikisha kwamba maeneo hayo maji yanapatikana. Na imani yangu inaniambia kwamba wakati mnasaini hiyo mikataba hapo, mlishaiona mlishaisoma, mliipitia, mkalidika nayo basi, tunakwenda na mikataba hiyo. Lakini kabla mjasaini mikataba hiyo, na uhakika mlipita huku site na watu wenu kabla hamjabili, si ndio? Kwa hiyo mmeona mazingira, mmeona barabara, mmeona hali ya hewa. Hatutegemei wakati wa utekelezaji wa mikataba yenu na kazi yenu tuwasikie mnatupa stori za barabara mbovu. Hatutegemei tusikie mnatupa stori ya mvua zinanyesha, hana ni mvua zijawahi kuacha, zitanyesha kila siku. Hatutegemei tuwasikie tu kwamba mmeshindwa kwenda site kwa sababu mlipoenda kuchimba kuna mwamba, hiyo si kazi yetu. Nyinyi ndio wataalamu kwa hela mliobili hapo, si ndio? fedha mliopewa kwa mmebili, baada ya kuwa mmeshafanya survey, si ndio, na mkagundua kitu gani cha kwenda kufanya. Naomba tukatekeleze mradi katika muda. Mkoa wa Manyara ni marufuku extension za miradi, kama ma manager wajawaambia, mimi naomba niwaambie, na kama mtakuwa mmepata shoko kidogo, mna uhuru wa kusema kwamba tunarudisha nyuma hii mikataba, basi hakuna extension ya mradi. Kwa hiyo muda mliopanga kumaliza huo mkataba ndio muda huo maliki. Kwa mkikutana na stori zingine huko sokoni, huko sijui bei za vitu vilipanda, sisi hizo hazituhusu, sijui mlifanya, sisi hizo hazituhusu. cha kwanza, lakini cha pili, mkandarasi sio fundi Michael. Mkandarasi ni mtu mkubwa, mkandarasi ana hela, mkandarasi ana vyanzo, mkandarasi ana fursa za kupata fedha. Kwa hiyo sitakubali nisikia kwamba eti mmeshindwa kwenda kuendelea mkataba kwa sababu certificate moja haijalipwa ya shilingi milioni sabini. Yaani mkandarasi kudai milioni mia certificate moja huyo sio mkandarasi, ni fundi wa kawaida na sio baada tu ni fundi Michael. Mkandarasi ana uwezo wa kufanya kazi, akasubiri malipo yake. Kwa watu tegemei miradi isimame ati kwa kuwa amechelewesha kidogo kulipa fedha zenu. Fedha zitalipwa, tutajitahidi tunasukuma zaidi katika muda unaotakiwa. Lakini kama tunategemea zimeendelea na kazi wakandarasi, sitokubali like kukuta site hakuna mtu. Rafiki zangu, tutaparamiana. Kwa hiyo, hilo naomba mlijue na likae kwenye vichwa vyenu. Kwa hiyo, kwenye mkataba huo mliokamata hiyo karatasi, kwa muda huu wa kifupi, nyinyi na mimi ni kama tumefunga ndoa ya Kikatoliki my friend. hapo hapo mpaka jambo limalizike kwa muda huu mfupi. Jamani wakandarasi, mmenielewa? Wakandarasi tumeelewana, siwatishi. ile likija kuambia kule saiti, mtasema nimechelewa, mchuzi wa Mungu nanyuma ukiwa asubuhi kaba jua alijachomoza. Jamani, huo mkataba mkauzingatie zaidi. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, tukushukuru wewe, lakini tumshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dkt. Samia Suluhu Hassan, pia na kwa nitakuwa mtovu wa nidhamu kama sitoshukuru Wizara ya Maji ikiongozwa na RUWASA, ambayo imekwenda kukua taa ya kumulika na kusukuma gurudumu kubwa hili la maji na kuing'arisha wizara. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, sisi kama wakandarasi kwa niaba ya wakandarasi wenzetu tuliosaini mikataba, tumepokea maelekezo yako yote kwa mikono miwili. Tunashukuru kwa nasaha zako nzuri na viongozi mliofika, tuna mengi tunajifunza kupitia kwako. Tunakuahidi kwamba tutatekeleza kwa mujibu wa mkataba, lakini kwa kuzingatia pia maelekezo yako muhimu ambayo yanatufanya tuishi na jamii.